Kama ngekuwa mna mtu ndani, sio sio poa mwanangu, ngekuwa sio poa, si toke nje asiona miziki, yaani sio poa.